Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali itaendelea kuimarisha Taasisi ya Elimu Tanzania TET ili ifikie maono ya kuwa kitovu maridhawa cha ubora katika uandaaji, ukuzaji na ubunifu wa mitaala. Amesema TET ni moyo wa ukuaji wa elimu nchini na ndiyo inayojenga msingi wa elimu kuanzia darasa la awali mpaka kidato cha sita. Majaliwa ameyasema hayo Juni 17, 2025 alipomwakilisha Rais Dr Samia Suluh Hassan katika kilele cha maadhimisho ya miaka 50 ya Taasisi ya Elimu Tanzania TET yanayofanyika katika viwanja vya taasisi hiyo, Bamaga jijini Dar es Salaam. Kufanya mapitio makubwa ya mitaala kama ambavyo Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluh Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alielekeza kwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Na maelekezo yale Mweshimuwa rais yalikuwa ni kuboresha sera ya elimu na mafunzo ya mwaka elfu mbili na kumi na nne pamoja na mitaala, ili kuhakikisha kuwa wahitimu wetu wanapata ujuzi wa kuajiriwa au kujiajiri, ili waweze kumudu maisha yao ya kila siku na hatimaye waweze kushindana na kitaifa, kikanda na kimataifa. Mwelekeo wa mtaala huu tayari sera tayari imeshatoka na pamoja na mitaala ya kuhakikisha kwamba watu wetu wanapata ujuzi wa kuajiriwa na kujiajiri. Ndugu wadau wa elimu, nafahamu kuwa jukumu hili limekamilika kwa ufanisi na kwa sasa tunaendelea na utekelezaji wa sera yetu pamoja na ile mitaala. Kimsingi, taasisi hii ya elimu Tanzania ndio moyo wa elimu hapa nchini na hasa kwa kuwa ndio inayojenga msingi wa elimu kuanzia darasa la awali mpaka kidato cha sita. Na kutokana na ukweli huo, serikali itaendelea kuimarisha idara hii taasisi hii, ili ifikie maono ya kuwa kitovu maridhawa cha ubora katika uandaaji, ukuzaji na ubunifu wa ma, wa mitaala yetu. Kwa upande wake, waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda amempongeza Rais Dk. Samia Suluhu Hassan kwa mageuzi makubwa aliyoyafanya katika sekta ya elimu nchini, huku Mkurugenzi Mkuu wa Taasisi ya Elimu Tanzania Dk. Aneth Komba akisema kuwa kipindi cha miaka hamsini, serikali kupitia TET imefanikiwa kuongeza hazina ya vitabu. Ni kazi kubwa sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, iliyofanyika katika kuandaa mitaala mipya. Wakati rais wetu anazindua sera ya elimu na mafunzo ya 2014 toleo la 2023, tulikuwa tunatekeleza ahadi aliyoitoa kwa wananchi na maagizo aliyotupa sisi kwamba serikali anayoiongoza itapitia sera ya elimu na kupitia mitaala yote ili kuleta mageuzi yanayohitajika katika zama hizi. Sera ile ilizinduliwa, kwa kweli ilikuwa imekamilika, sambamba na mitaala ambayo na yenyewe iliboreshwa kuakisi mwelekeo wa sera iliyozinduliwa na kazi ya mitaala ilifanywa vizuri sana na sekretariat iliongozwa na Teti hasa Dr Aneth Komba, pamoja na kamati iliyoteuliwa kujaribu kushauri na kusukuma mageuzi haya. Hii ni kati ya mafanikio makubwa sana katika miaka hii hamsini kwa sababu sasa tangu Teti ianzishwe tunaingia katika awamu nyingine ya mageuzi makubwa ya elimu kupata kutokea katika nchi yetu. Kabla ya hapo, kulikuwa na mageuzi miaka ya 60 Teti imezaliwa mwaka 75 katika majina tofauti kama tulivyoambiwa, lakini chini ya uongozi wake sasa tunakamilisha mitaala ambayo inaakisi matakwa ya zama hizi na mageuzi makubwa sana ya elimu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kipindi hiki cha miaka 50, Serikali kupitia TET imefanikiwa pia kuongeza hazina ya vitabu vya ziada, rejea, riwaya, hadithi, ushairi na aina nyingine ya uandishi bunifu, pamoja na maudu, moduli na maudhui ya kielektroniki yanayolenga kuwaongezea maarifa wanafunzi, kwa kutathmini vitabu vya ziada aina 1446 vinavyoandikwa na wachapishaji binafsi. Lakini pia tumeweza kuongeza hazina hii ya vitabu kwa kutoa tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu iliyoanza kutolewa mwaka 2023. Mheshimiwa Waziri Mkuu, vilevile serikali kupitia TET imeshirikiana na shirika la Soma Kwanza Initiatives kuanzisha TET Soma Kwanza TV. Hii ni TV ya kwanza ya serikali ambayo imelenga kuandaa na kurusha maudhui ya kie, ke, kielimu kwa masaa ishirini na nne ikiwemo vipindi mbalimbali katika mtaala kuanzia elimu ya awali mpaka vyuo vikuu.